Wakazi wa Kivule na watumiaji wa barabara ya Banana mpaka Msongola jijini Dar es Salaam wanakabiliwa na changamoto ya usafiri kutokana na mvua zinazoendelea kusababisha kuharibika kwa miundombinu ya barabara na kuleta adha ya usafiri baada ya barabara hizo kujaa maji na tope. Hali hii imeathiri shughuli za kila siku, ikiwa ni pamoja na wafanyakazi kuchelewa au kushindwa kufika kazini, kuharibika kwa vyombo vya moto na uharibifu wa miundombinu ya maji. Mkazi wa mtaa wa Kivule, Selemani Ali amesema kero ya barabara kutoka Banana hadi Msongola ni ya muda mrefu kwani hakuna mwananchi wala kiongozi wa eneo hilo asiyefahamu. Na hapa, Selemani Ali anaeleza barabara. Bwana, inatokea huko nakokona Banana inakonazake mpaka Msongola kwenda kuunga ile barabara ya Mbagala nani kule Kitonga Kitonga toka naijua Kivule mendoali hii haijabadilika Wanaona lakini mambo yao si unajua shehe, madharau mengi kwa sababu wao na usafiri wa uhakika makuruza nini. Eh, sisi tuna vibaskeli vi pikipiki ndio hivyo, lakini mtu ana kuruza yake hapo apo, si anapasua tu shehe. Kwa upande wake dereva wa bodaboda Daniel Marwa anayefanya kazi katika eneo la Kivule amesema barabara hiyo ni kero kwa upande wao, hasa kipindi hiki cha mvua, kwani abiria wanakataa kupanda bodaboda wakihofia kuchafuka. Na hapa Marwa anatueleza. Hii njia ndio wanaopita masaa yote kwenda mjini sio mwaka huu, ni miaka mingi. Hii kero, hili dimbwi hapa sio leo. Lina zaidi ya miaka hapa. Kinyesha mvua hapa, ndio hivyo hapitiki. Sometimes tunatumia njia za dharura kupita za nje ya barabara kubwa kupita ili tuende tunakoenda. Kama hivyo magari ya sasa hivi hayapiti hapa. Na hapo ukiangalia kuna viongozi sio kwamba wapo. Viongozi wapo hapa muda mrefu. Na wanalitambua hili dimbwi, maana sio la leo. Ni la siku nyingi. Yaani hiyo ni kero kubwa, na sio hili hapo, zaidi ya mengine hapo mbele, zaidi ya hili makubwa. Ukifuata hii barabara hii, utakutana na madimbu mengi makubwa yaani... Aidha, wakazi hao na no watumiaji wa barabara ya Banana Msongola, wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka husika kuhakikisha hatua za haraka zinachukuliwa ili kuboresha miundombinu na kusaidia kupunguza athari za mvua zinazoendelea kunyesha jijini Dar es Salaam.